Iangazie taarifa mojawapo ambayo si rahisi kuweza kuonekana japo imefanyika. Wakazi wa eneo la Kitengela katika kaunti ya Kajiado wameachwa vinywa wazi baada ya kushuhudia kisa cha watu wawili wanaodaiwa kubanana wakishiriki ngono katika hoteli moja katika mji huo. Kisa hicho ambacho kimetokea usiku wa kuamkia leo kilivutia halaiki ya wakazi ambao wamedai kuwa si mara ya kwanza kisa kama hicho kutokea. Ilibidi polisi kuingilia kati kwa nusuru wawili hao kutoka kwa umati huo ambao ulikuwa umewazingira. <coughs> <coughs> Hiyo mutu anaenda kuchukua bibi yake, anaenda kuchukua bibi hapa hivi <coughs> <coughs> eh. na amuchui na bibi mwenyewe tayari, muse muse na muse wake, muse na mtanganya anaenda gasi, bibi anarudi kwenda huku inje, mpango ya kando na mi nasema hivi, kama wakacha wakitengela watu wa pikipiki, ukiona shida kama hiyo inatokea, toa huyu mutu. Alafu hiyo si mzuri. Tukianzia na mimi kitua kwanza, mimi nikiona kitendo kama hii kwangu na wezanji hizi namna gani? Ama we mwenyewe na wezanji hizi namna gani? Kwa hivyo vitendo kama hii tunazikemea, kuzikemea na kusema kila mtu achote maji kwa kizima yake. Asali lakini asali chungu, na furahi sana jinsi imeweza kuwekwa uh, katika maneno mawili pale, na bila shaka ya Musa uh, ukiyastaajabu utayaona ya Firauni.